lakini pia anahitaji mtu hodari, yanahitaji mtu anayejituma, lakini mtu mwenye busara, lakini mtu mwenye upeo mpana wa uelewa wa mambo na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka, na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka. Mheshimiwa Spika, madaraka hayo yanahitaji mtu makini katika kulinda na kutetea Katiba ya nchi, sheria, kanuni na taratibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Dk. Mwigulu Lameck Nchemba ili lithibitishwe na Bunge na kwa sababu anafaa na ana sifa zote hizo nilizozitaja hapo awali. Mheshimiwa Spika, nikianza na swala la uchapakazi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba sio mgeni kwa waheshimiwa wabunge. Lakini pia sio mgeni kwa wananchi kwa ujumla. Historia yake katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kuwa nazo zinalithibitisha hili ninalolisema. Watu wengi ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge wanaufahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kujali saa za kawaida za kufanya kazi. Wanaofahamu vile vile uwezo wake wa kujituma usiku na mchana bila ya ulalamishi. Uwezo wake huo umejidhihirisha katika muda wote aliyoshika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma ndani ya serikali na katika taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, pamoja na nafasi nyingine alizoshika katika utumishi wa umma, nizitaje hizi kwa uchache. Mheshimiwa Dk. Mwigulu Lameck Nchemba amewahi kushika nyadhifa Mbali, nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri zikiwemo nafasi ya naibu waziri wa fedha na mipango. Aliwahi pia kuwa waziri wa kilimo, lakini pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi lakini Mheshimiwa Dakta Mwigulu Lameck Nchemba aliwahi kuwa waziri wa katiba na sheria na Mheshimiwa Dakta Mwigulu Lameck Nchemba, wadhifa wake wa mwisho alikuwa waziri wa fedha, kazi ambayo ameifanya kwa umahiri mkubwa. Aidha, mheshimiwa Dk. Mwigulu Lameck Nchemba, tukiachana na nyadhifa hizo chache nilizozitaja, miongoni mwa nyadhifa alizowahi kushika ni mchumi mbobevu mwenye shahada ya uchumi, mwenye shahada ya uzamivu, yani doctor of philosophy katika masuala ya uchumi. Mtakubaliana na mimi kuwa kwa uzoefu na ubebevu huu wa kitaaluma, Dr. Mwigulu Lamek Nchemba ni mtu sahihi kwa nafasi hii ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Dakta Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu mwenye busara nyingi. Kama ilivyo kawaida kwa watu wa aina wa yake, ni msikivu wa hali ya juu anapokumbana na tatizo lolote, anashaurika na upokea ushauri kwa mikono miwili, lakini vile vile ana uwezo wa kuchambua na kupima hoja mbalimbali. Upeo wake mpana na uelewa wa mambo katika kufikia maamuzi umejidhihirisha katika utumishi wake wa umma. Mheshimiwa Spika, naziwasilisha sifa hizi kwenu ili sote kwa pamoja tumthibitishe Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aweze kuyabeba majukumu yote yanayoendana na wadhifa wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani anaweza kuyahimili. Mheshimiwa Spika, baada ya kuyaeleza hayo yote, sasa kwa heshima na taadhima, naliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi uliofanywa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze, ili awe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha azimio la bunge. Azimio lenyewe ni kama ifuatavyo na nitalisoma Azimio la bunge la kumthibitisha waziri mkuu chini ya ibara ya hamsini na moja mbili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kanuni ya thelathini na tatu mbili ya kanuni za kudumu za bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa kuwa ibara ya hamsini na moja, moja ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kwamba kutakuwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na raisi kwa kufuata masharti ya ibara hii, ambaye kabla ya kushika madaraka yake ataapa mbele ya rais. Na kwa kuwa tarehe 31 Oktoba 2025 Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti